Karibu mpenzi mtazamaji wa chaneli hii ya Maarifa 365, wakati huu ambapo unahitaji tujifunze jambo fani kuhusu YouTube. Uh, hoja ya leo tunayo ijadili ni hoja inayosema vifaa gani unavihitaji unapohitaji kufungua YouTube channel. Ndio, kuna video iliyopita nimeelezea faida utakazozipata au namna ya kujiongezea kipato kupitia YouTube channel. Inawezekana umepata wazo ya kwamba okay, mimi natamani sasa nifungue YouTube channel lakini, je, nahitaji kuwa na vifaa gani kwenye ishi ya vifaa ambavyo navihitaji iliweze kutengeneza video? Alihitaji kupanic hata kidogo. Kwa nini? unachokitaka kukizalisha kitaamua vifaa kwanza. Mfano, wewe ni mtaalam wa ICT uh, au ni mtu wa softwares, unajua matumizi ya softwares nyingi, mfano Adobe, najua Adobe Photoshop japo sasa hivi tunawekea by edit, uh, by ya graphics, uh, graphic design inaenda kwa namna fani, lakini unaweza kutumia hizo softwares labda Adobe Illustrator, maybe Adobe Photoshop, labda unajua video editing, kana video na softwares zilizopo unazielewa vizuri. Wewe unaweza usihitaji kamera kubwa. Unaweza unahitaji, maana yake kitu cha kwanza unachohitaji ni kuwa na computer ya kufanyia editing lakini na recording screen recording software. Kwa maana vifaa vyako ni vichache, na mike ndogo yoyote unaweza kuipata ili tu itoe sauti, kwa sababu lengo la video zako ni watu kuona zaidi. Kwa hiyo, na mambo unayotaka ku present itaamua vifaa, lakini kuna asilimia kubwa, wengi wanataka kuonekana, kutumia njia ya kuonekana kwamba kama hivi face cam. Kwa hiyo sasa, kama hizi sasa, mtu anaweza kusema okay, kama hii hapa nataka nionekane, ni present hoja fulani Nahitaji vifaa gani? Utahitaji kamera si ndio? Kwenye ishi ya kamera, sio lazima uh, uvunje mkoba ili ukanunue kamera ya gharama. Hapana, unaweza kutumia kamera ya simu. Kwa nini nasema unaweza kuanza na kamera ya simu ikiwa uwezo wako ni mdogo kuweza kununua uh, kamera kubwa? Kwa sababu kamera zinaanzia at least milioni moja laki saba, utapata ya kawaida milioni moja, milioni mbili, milioni tatu, milioni nne utapata kamera na, na kuendelea. Lakini sasa unataka okay, mimi si sina hiyo fedha, kwa sababu ninahitaji tu nianze na kawaida. Unafanyaje? una smartphone ni mtaji wa kwanza, hata kama ni smartphone za kawaida ni mtaji wa kwanza. Kwa nini ninasema mtaji wa kwanza? Usianze kujilinganisha na mtu ambaye amepiga hatua kubwa sana kwa na, na wewe kwa hiyo unaweza ukasema okay, ukaanzia hapo, kwa sababu siku ya watu cover pod siku ya pili, ya tatu, hata video kumi ishirini unaweza kawa naangalia watu wachache sana. Wakati huo unajenga data zako kwenye YouTube, maanake unaongeza una keywords, unaongeza taarifa zako kwenye mfumo wa YouTube ili iweze kupeleka kwa watu wengi. Kwa hiyo wakati huo unaweza kuwa unatumia kamera ya kawaida wakati huo ukitafuta nafasi, utakavyoona kadi ulichoanza kinaonekana kukua, kinakubarika, unaweza kuweka idea ya kununua kamera kubwa. Lakini unapoonekana utajika sauti sauti, utatumia nini? Kuna microphones, microphone sio lazima za gharama. Kuna microphones za kawaida tu za bei ndogo ambazo Um, nitaje tu sehemu moja ambako niliwahi kunua microphone eh. No, microphone kama ya elfu no, kumi. Iliharibika. No, niliacha kuitumia. Kazi nua elfu kumi, elfu kumi na moja, elfu kumi na mbili. Eh, vima ikifani hivi kicha standi na kiweka hapa. Nilinua kiku. Eh, kiku. Hii haijalipia siyo tangazo. Unaweza ukaenda tu mwenyewe wakangalia kiku.com. Ni kaagiza na wiki moja, wiki mbili unapata mzigo wako kwao, pata vimaiki vya vya hivyo bei ndogo. Um, lakini ukiwa una uwezo unaweza kupata maiki nzuri, mfano kama kuna hii inayotumia ya kampuni ya Boya, mbona kama siko sei, ilikuwa ni laki mbili na something bei yake, ama unaweza kuchukua kama unaweza pia na hii hapa, ambayo ni maono PDX mia nne sasa hivi. Si tu sasa hivi natumia hii, sio hii, kwa sababu naitumia kulingana na matumizi tofauti. Sasa vifaa uh, ambavyo unavihitaji ni mic, kamera. kuna swala la mwanga, swala la mwanga kama sio lazima ukimbilie kutafuta, okay, nataka lightings za gharama. Unaweza kutumia dirisha, mfano hapa ni jioni, ndio maana nimetumia taa, lakini asubuhi situmii taa. Kuna dirisha liko mbele na dirisha liko nyuma ni kwa sababu tu ya namna hii kujenga kwa ajili hiyo eh, ikichumba kujenga kwa ajili hiyo, kwa sababu uh, nimeamua kutumia kwa matumizi hayo. Kwa hiyo design ya madirisha yake yako kaa vile inavyotakiwa, lakini kunawezekana ukawa na, na sehemu ambayo na kutadilisha dirisha moja liko hapa alafu huko nyuma. Kwa kawaida unakaa karibu na dirisha, ili ule mwanga wa juu, mwanga ule unaingia, kwa hiyo unakuletea mwanga mzuri. Unaweza ukatumia hiyo kwa ajili ya kupata mwanga. Kwa hiyo vifaa unavyohitaji, utahitaji kamera, nimetaja kamera itaji mike unahitaji mwanga, ataji kieditio kompyuta. Kama unatumia kamera unahitaji kompyuta zaidi kwa edit. Ehe, na kwa edit sio lazima uhangaike sana, anzia pale ulipo. Yaani unaweza ukakatakata ukaondoa vile vibovu, kama unahitaji kuweka footages ukaweka rahisi, then ukatoa video ya kudhani tupata nafasi ya kuonyesha njia nyepesi na software ya bure kabisa ambayo unaweza ukatumia ukaedit video zako. Kwa hiyo ukiwa unahitaji ni vifaa hivyo vipesi. Lakini pia kwenye mwanga anaweza akasema okay, nataka kutengeneza wakati mwingine usiku video zangu wakati mwingine usiku ninafanyaje? Njia ni nyepesi. Unachoweza kufanya, unaweza ukatafuta kuna ring light, si ndio? Ah, ni zile taa za round ambazo kikuni pia ninunua kikuu taa ya hivyo ilikuwa ni taa, by the way ilikuja kuharibika. Ilikuwa ni taa wakati huo ina kisehemu cha ki smartphone holder pale katikati, naona ilisharibika in fact. Kwa hiyo siwezi kuonyesha sasa hivi. Kwa hiyo ndio nilikuwa katikati, nilikuwa naitumia hiyo. Kwa hiyo naweza kanunua kama hiyo, ninunua kikuni muda kidogo, eh, ni miaka kadhaa almost kama 3 kama mitatu kama sikosei iliyopita e e, kaa mitatu au minne. Kwa hiyo una, ka, una naweka simu hapa uh, kwenye ile smartphone holder, eh, yake nayokwepo pale pale kwenye ring light alafu na record karibu na yangu ili nipate mwanga pia, ilikuwa inafanya kazi. Then unaweza ukaamua kunua taa nyingine kama hiyo ninayotumia sasa uh, lakini sitaki ku panikisha kwa kuonyesha hiki na hiki na hiki na hiki kwamba okay, lazima nataka mic kama kama hiyo, nahitaji kamera kama hiyo, nahitaji kompyuta eh, kama hiyo. Kompyuta ya kawaida kuna software, kuna softwares ambazo kweli zinabagua kompyuta, si ndio? Lakini kuna softwares ambazo zina hazibagui kompyuta sana. Kompyuta eh, ya kawaida tu unaweza kufanya editing. Kuna zile zinazo kwa kwenye window moja kwa moja unaweza kuzidownload kutokea kwenye kwenye si app store ya komp ya kompyuta yako yenyewe ama unaweza ukaenda kwa mtu ambaye anayo ukampatia fedha kidogo akakupatia. Ama unaweza ka download zip ambazo unazina downloadika na zinafanya kazi tu online, unaweza ka download free afu katumia, ama ukapata mtu akakuazima akakupatia bure. Kwa hiyo inategemea, nategemea, ukishaamua kufanya jambo, njia zinafanyaje, zinajitengeneza. Kwa hiyo ni vifaa vichache, kamera kama ukipata kamera by the way utahitaji stand yake, kama ni simu ukitumia au unaweza ukahitaji, ama unaweza ukaweka vitabu. Kuna wakati unaweka vitabu, panga vitabu vyako, mahali unaiweka vizuri, simu yako inakaa ina record. Ukimaliza unatuma audio yako. Mwanzo unaweza kuwa na changamoto lakini um, hamua kwa sababu ni safari, ni mtoto. Hakuna mtu anaweza kuzaliwa anaanza kukimbia. Kwa hiyo jua tu hapa, ninakubali kuwa mtoto, nitakuwa nitafika mahali ambako itafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo, chagua kufanya hivyo, YouTube itaku itakuletea faida kubwa kadri utakavyoamua kuweka nguvu zako zote katika hilo, kwamba usibague, ifanyie kazi. Kwa hiyo, asante kwa sababu naamini ni vitu vyepesi ambavyo unavihitaji. Sitaji kutajia mlongo wa vifaa vingi, ni hivi vyepesi. Sitaji kamera, sitaji lighting, mwanga ambapo unaweza kununua au kutumia wa mwanga wa jua. Lakini pia utahitaji kompyuta uh, lakini pia utahitaji mic yes, vitu rahisi. Kama uwezi vyote hivyo basi, utahitaji simu. Simu inaweza kuwa na mic yake nzuri, ina kamera yake nzuri, ukarecord ukatuma video zako, maana kwenye simu uta edit mumo, simu uta record na katika simu hiyo hiyo uta upload nini. Watu wanahitaji zaidi ni ujumbe. Anzia pale ulipo, anzia uwezo wako, ulipo. Tengeneza ujumbe, itakuwa rahisi sana. Kwa hiyo kama video hii imekupatia kitu cha muhimu na unatamani kuendelea kujifunza zaidi, basi ni vema ukasubscribe. Kwa nini utasubscribe? Faida yake kubwa ni moja. Faida yake ni kubwa moja kwa ajili yako. Ninachosema faida yako ni kwamba nitakapotuma video utapata notification ita, utajulishwa ukiwa umesubscribe, alafu kama hizo hiki kengele, utajulishwa kwamba mtu fulani kaupload video alafu wewe kuja moja kwa moja kuangalia. Ninapotoka hapo hapo unapata taarifa na inakuwa rahisi kuliko mtu ambaye hajasubscribe. Kwa hiyo kwa subscribe, like, share. Lakini ikiwa una swali kuhusu mambo ya YouTube usisite kuuliza swali lote linalohusiana na hizi mambo za YouTube usisite kuuliza. Asante, siku njema.